Mimi kwa kweli kabisa jamani, ndugu zangu, wengi mmenizoea, mnanifahamu, kila siku mnaniona kwenye TV. Kuna watu wengi sana huwa wanajua mimi ni mwenzao kwa sababu tunakuwa tunaonana hapa, unaongea Kiswahili kizuri, mtu anajua kabisa huyu, uh, Masanja ni, ni mwenzetu. Kiukweli mimi wazazi wangu wote ni wazungu, na sema mgawanyiko tu wa rangi na nini. E, sio wazungu yani kwamba wazungu yani wa Ulaya, wazungu jina lao yaani kwa pamoja alijitaka wazungu yani, sisi familia yetu ina majina ambayo mengine ni ya ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ya kujichagulia kwa hiyo alichagua kuitwa wazungu. Kwa hiyo wazazi wangu ni wazungu kwa jina, lakini sisi wote kama ambavyo nyinyi mpo mnaoniangalia hapa ni Watanzania ni, ni, ni pure. Kwa hiyo na mimi pia ni Mtanzania pure. Okay, naomba uzungumzie mwenendo wa rais John Pombe Magufuli kwa njia majibu <laughs> sio tu kuzungumzia, nataka nikwambie kitu kimoja, sasa hivi nchi hii, nchi hii mwendo inaoenda nao ni unamshukuru Mungu, unasema. Uh, wakati wa kampeni mlisikia nilipokuwa naomba, kuna wakati niliomba juu ya huyu rais na ninaendelea kumwombea, kwa sababu mwendo anaoenda nao, ile spidi aliyoenda nayo, yani alipo pale sasa hivi anapoenda mnachofanya nyinyi ni kupangua gia zake za chini, unaelewa? Gia kwa mfano, unavyoondoka tunaweka moja, mbili in, tatu. Kwa hiyo kila mheshimiwa anavyoenda, kazi yetu sisi ni kuchomoa ile gia aliondokea. Si anaondoka na moja, unachomoa moja, maana yake haipo, haina kurudi tena moja. Akifika mbili, chomoa mbili, haina. kwa hiyo ni ngoma. Ikifika kwenye sita, mnanyofua clutch, mnanyofua breki, unamwachia usukani pale mbele, maana yake haina kusimama. Hiyo mwanawani ni Mheshimiwa anachofanya anafanya kazi moja ambayo, niwaambie tu Watanzania ambao mnaangalia sasa hivi na mliopo nje ya Tanzania, Tanzania. Let's pray for him. Tumwombee mheshimiwa rais kazi anayoifanya ni ya ujasiri kiasi ambacho hata wewe unaridhishwa nacho. Kama kuna mtu haridhishwi na utendaji kazi wa mheshimiwa rais, unabaki unauliza tu kwamba kwenye maisha ya sasa, kwa sisi tunaomwamini Mungu, hata Yesu ni mwana wa Mungu, watu walimpinga. Kwa hiyo hatuko hapa ili kusema kila mtu chekelea yale anafanya mheshimiwa Magufuli, wala ukitaka kununa nuna, nuna. Ukitaka cheka, cheka. Lakini swala la msingi, mheshimiwa anafanya kazi ambayo mataifa wanajifunza kitu kutoka hapa. Leo ukiangalia nchi za Afrika wote wanaongelea JPM. Johnny Johnny Johnny Johnny, Johnny, Johnny Joseph Pombe Magufuli Pombe Magufuli, umekuwa wimbo wa Afrika. Umeelewa kwa nini? Kwa sababu ya utendaji wake kazi. Nataka niwaambie ni tutajisikia vibaya sana, kwa sababu hatujazoea hiyo mifumo, lakini tukikuwa tutazoea na mheshimiwa aendelee kupiga yani, nachosema vya kutumbulia always. Tunajuaga zamani kijijini, tulikuwa ukitaka kutumbua kitu unatumia pini, unaelewa pini, unatumbua kijipo na nini, lakini kwa hadi ilipofika sasa hivi inabidi mheshimiwa aanze kutumbua majipu na, na chep ile, ile ya kuchotea mchanga alafu nini, sururu unajuaga, sururu ina mbele kama ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, kimsumari unachomea huku, ina kama kijembe ifike utumbuaji uwe wa wa wa wa wa wa wa sururu. Umeona juzi, kwa sababu tarehe ya juzi mpaka asukari wa kumbe watu wana mikontena ya sukari. Sisi tunakunywa chai na asali tunajifanya afya afya, una hela ya sukari, kumbe zimepandishwa bei, wapo kwenye makontena, wana misukari. Hata mimi wewe unaniambia kweli? Hata mimi nilivyoona hali inaadimika nikachukua kesi mbili za sukari, nikafuja kwa sababu nikajua inaisha, nchi nzima hatuna sukari, kumbe watu wana makontena. Mheshimiwa akasema yakishikwa yagawiwe bure. Sasa pale naye mheshimiwa, kuna vitu vingine bwana naye nashindwa kuelewa. Hizi zipo hatujapewa zia, tuliona kuna makontena, mshikapo tukawie, tukoroge uji hata sana naye, tukoroga liuji buirika lisukari pika tukipata sukari. kwa hiyo, nachosema mheshimiwa, anachofanya sasa, inaitwa weka mbali na watoto. Yaani, hata siku hizi, mheshimiwa, yaani, hmm. Alafu unamwona alivyo, ana kamfumo kake mwenyewe, unako kapenda, zaidi ni mheshimiwa ana hofu ya Mungu. Unaelewa, tuna mheshimiwa ambaye ana hofu ya Mungu. Akiongea unasikia bila anavyosema hata Mungu apendi. Unajua the way unakiri. Kwa nini Mungu asikulinde? Kwa hiyo hata watu wanaomba mabaya hayatampata kwa sababu Mungu anatenda juu yake. Kwa sababu anamkiri Mungu. Unaelewa, na nazungumza kama mchungaji usijue kapili kama nini. Mchungaji. Na baada ya maelezo haya kumaliza, naomba kwa pamoja funika macho, tumuombee Mheshimiwa Rais. Baba Mungu ninakushukuru, umetuletea Rais, umetuletea jembe. Jehova tunaomba ulinzi wako umuzingire, jenga uzio. Mungu inajulikana, mapolisi tunaona kwamba wamevaa kitu hapa kigumu na kingine kigumu kwa eti sasa haitoboi. Sasa Mungu kwa Mheshimiwa Rais jenga wewe mwenyewe yale ya ndani ya kukinga, jenga mauzio. Wote wanaoomba mabaya yampate Rais, yawapate baba zao na yawapate mama zao. Mheshimiwa aendelee kupiga kazi wale watu wamejenga siku mbili tu, siku ya tatu wanakabidhi. Kule ni gutete, ku, gu, gutete, kuanga unajua jibu linatoka kama moja matete, kuanga matetekuanga kama yaani ni matete, matetekuanga yanahitaji skrabu kwa sababu mtu yani mtu, mtu mwenye tete. Kuanga baba, ninakushukuru sana, asante hata kwa ajili ya hawa ndugu zangu, unaona miradi hayo. Mfalme unamjua toka, anatoka kijijini anakuja hapa mjini, leo habari zake zinasaidia kufikisha umma watu kadi ndio akaenda kupiga kamera. Ni Jehova Mungu wa mbinguni, umekaa pa sauti fulani, sijui mimi nadi anaongea kooni, sijui anaongea kisa cha kina tokea kwa kuku ndani, sijui pako ni pako. Mungu mdinde na hiyo sauti, mwepushe na vinywaji vya baridi, Jehova, ili voko yake ibaki ndio na Ayo TV mfalume ipate kibali cha kufanya mapinduzi ya media Tanzania, kwa sababu ikimilikiwa na vijana mambo yanakuwa kipija na kijana. Media ikimilikiwa na wazee ukoloni. Asante, nimeomba katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen, amen.